sababu za wanaume kuugua zaidi vidonda vya tumbo. Lakini kuna habari inayosema TRC yajivunia mafanikio SGR ya beba abiria milioni mbili. TRC yafanikiwa yajivunia mafanikio si SGR ya beba abiria milioni mbili. Lakini kuna habari bado inayosema shule kinara kidato cha nne inavyotumia vyoo vibovu. Shule kinara kidato cha nne inavyotumia vyobi vibovu lakini, Samia aonya wanaoharibu miundombinu vyanzo vya maji. Huyu e, ni Samia aonya wanaoharibu miundombinu vyanzo vya maji. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini bado nasema gazeti la Nipashe, fahamu kuhusu mshtuko e, mshtuko wa moyo ndani ya gazeti la Nipashe na kuhabarisha, kufahamu e, mshtuko wa moyo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti la Mwananchi na lenyewe asubuhi ya leo kwenye habari za kipaumbele ni sababu suluhisho talaka za uzeeni. Eh, sababu na suluhisho talaka za uzeeni, presha kwa watoto ilivyotishio nchini. Hiyo habari na inapambana kwa gazeti lako la Mwananchi, inasema presha kwa watoto ilivyotishio nchini. Lakini siku ya mwisho wa uandikishaji wapiga kura watu bado kibao. Eh, siku ya mwisho wa uandikishaji eh, daftari la mpiga kura watu bado kibao lakini Samia asimulia kisa cha kupewa jukumu la kumtua e, mama ndo. Eh, Samia asimulia jinsi ya, ku, ya e, kupewa jukumu la kumtua mama ndo. Lakini naibu waziri ashangaa kamati ya maadili CCM kumlima barua. Eh, naibu waziri ashangaa kamati ya maadili CCM kumlima barua. Hiyo ni habari ukurasa wa nne wa gazeti lako la Mwananchi, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukichana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Habari Leo lenye linaanza habari inaosema DRC e, yaondoa mahitaji ya, ya viza kwa raia wa Tanzania e, sasa kuingia Kongo ni bure. Hiyo e, ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, hakuna viza e, uingie Kongo. Lakini barabara 66 Dar es Salaam kuboreshwa kupunguza foleni, barabara 66 Dar es Salaam kuboresha kupunguza foleni. Lakini Kasim Majaliwa amsifu Samia, wekezaji weke shule za wasichana. Ni Kasim Majaliwa, Kasim amsifu Samia, uwekezaji shule za wasichana. Hiyo ni habari, endelea ukurasa wa pili. Lakini bado kuna habari kubwa inayosema: Rais Samia agusa mageuzi sekta ya maji. Rais Samia agusa mageuzi sekta ya maji, asitiza kuwa ni nguzo ya uchumi, uhai wa taifa, atoa maagizo sita kwa uhakika wa maji, ataka gridi ya taifa, azindua sera mpya inayolenga ongezeko la watu. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la habari leo kwenye kurasa za mbele. Lakini tanzania ya mnadi janabi ubosi WHO Afrika, tanzania ya mnadi janabi ubosi wa WHO barani Afrika. Lakini Mkuchika atangaza kustaafu ubunge, hiyo ni habari ya ukurasa watatu wa gazeti lako la habari leo. Lakini bado kuna habari inasema treni ya mizigo SGR kuanza Juni 2025, treni ya mizigo SGR kuanza Juni 2025 behewa moja kubeba tani mia moja ishirini lakini sawa na makadiri na makiri manne, lakini abiria milioni mbili nukta moja waingiza waingizia TRC bilioni hamsini na tisa miezi minane. Hiyo ni habari inasema behewa moja kubeba tani mia moja ishirini sawa na maroli manne. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari leo, habari za SGR kubeba mizigo lakini bado abiria nao kwenye sijara waingiza milioni 21, eh, milioni 21 waingiza, abiria zaidi ya milioni 21 waingiza TRC bilioni 59 miezi minane. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la habari leo. Lakini tukichana gazeti la habari leo tuangazie Zanzibar Leo lenye nanda na habari inasema Dr Samia ahimiza kulindwa miundombinu ya maji. Lakini mashindano ya Qurani yao ya kimataifa, huyo ni Dr Mwinyi asemwa mashindano ya Qur'ani yawe ya kimataifa. Lakini mwanadada mahututi baada ya kujiripua moto kwa wivu wa mapenzi e, mwanadada mahututi baada ya kujiripua moto ya kwa wivu wa mapenzi yule bari kwenye gazeti la Zanzibar leo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti la Mzalendo linaandika Rais Samia amethibitisha ni championi wa maendeleo. Lakini afya ya Papa Francis yaendelea kuimarika. Rais Dr. Samia aagiza kuanzishwa gridi ya maji. E, Rais Samia aagiza kuanzishwa gridi ya maji. Lakini kasi ya treni ya SGR usipime wasafiri e, waongezeka. Lakini Majaliwa, serikali itaendelea kuwekeza zaidi sekta ya elimu. Huyu ni Kasim Majaliwa. Kasim wasema serikali itaendelea zaidi kuwekeza sekta ya elimu. Hilo ni gazeti lako la Mzalendo wa ukurasa wa mbele. Ukiangazia gazeti lako la Kiongozi na lenyewe linaandika mfumo wa elimu nchini unachezewa hilo ni gazeti la Kiongozi asubuhi ya, ya leo nasema mfumo wa elimu nchini unachezewa. Lakini e, tukiachana gazeti la Kiongozi natuangazia gazeti lako la Tumaini linaandika parokia ya jimbo la teule la Bagamoyo hizi hapa. Hilo ni gazeti lako e, la Tumaini letu. Lakini gazeti la Nuru na linyea asubuhi ya leo linaandika sakata la mashehe kumi na mbili kukamatwa tena. e, la HRC yatoa raia e, kwa DPP yasema haki inavyocheleweshwa e, ni haki inavyopotea lakini yamtaka kusimamia haki kwa kusingizia sheria. Miaka kumi ya mahabusu ni kisheria e, cha kukosa ushahidi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la arnuru ukurasa wa mbele e, lakini tukiachana sasa na kuangazia kurasa za mbele za magazeti nchini Tanzania e, tuangazie sasa kwenye kurasa e, za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania asubuhi ya leo. Tunaanza na gazeti lako e, gazeti la Nipashe. Mwanga wa Jamii kwenye kura za michezo inaandika Aziz Ki tishio mabao ya mguu wa kushoto, kushoto. Aziz Ki tishio mabao ya mguu wa kushoto. Lakini kiungo huyo wa Yanga amefunga mabao saba mpaka sasa kwenye ligi huku akiifunga. Aziz Ki ni tishio mabao ya mguu wa kushoto lakini ligi kuu yatoa wageni 13 timu za taifa barani Afrika. Lakini kimataifa Alisoni ajiondoa Brazil kwa matibabu. Yule habari kimataifa asema Alisoni ajiondoa Brazil kwa matibabu. Lakini tukiangazia gazeti lako la habari leo e, eh, lenyewe linaandika e, eh, Stars yatua Morocco yaanza mazoezi. Yule timu ya taifa Tanzania Taifa Stars yatua Morocco yaanza rasmi mazoezi. Lakini Songea United yaipania Yanga. Yunis ya CRDB Federation Cup Songea United yaipania Yanga. Lakini bado kuna habari inayosema fursa yaanza kujiwinda barani Afrika. Lakini Mbeya City wawaza kurejea ligi kuu, ni baada ya kufanya vizuri na kuwa tishio huko championship. Eh, sasa Mbeya, Mbeya City yaanza eh, kuwaza kurejea ligi kuu. Lakini kwenye ulimwengu wa masumbu, ulimwengu wa ndondi, eh, George Foreman afariki dunia. Huyu ni mkongwe kwenye ulimwengu wa ngumi, eh, ambaye ilitikisa kwenye miaka ya zamani eh, George Foreman afariki dunia. Yuna habari ukurasa wa ishirini na mbili lakini kwenye gazeti la Zanzibar leo kwenye michezo linaandika hesabu ya Yanga dakika 180. E, hesabu ya Yanga ni dakika 180. E, yuna habari inapatikana kwenye gazeti lako la kola Zanzibar leo kwenye kurasa za michezo. Lakini kipanga ya mtia moyo kocha mpya yuni ukurasa wa 22, nasema kipanga ya mtia moyo kocha mpya. Lakini nina kazi kubwa kuisuka mashujaa, huyo ni mayanga kocha mpya, nasema nina kazi sana kuishusha kuisuka eh, mashujaa lakini kamishna ataja lengo la kufanya tamasha la Mzanzibari. Lakini kwenye gazeti lako la Mzalendo kuna mchezo unaandika hesabu kali Stars kuiwinda Moroko, hesabu eh, kali Stars kuiwinda Moroko. Yanga yaje kivingine hiyo eh, habari inapatikana kwenye gazeti la Mzalendo asema ya, Yanga yaje kivingine. Wajui wasanii waliopata nyazfa katika miaka minne ya Rais Samia. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo. Lakini kwenye ngumi zitakavyo Eh, ingarisha Ruangwa, e, ngumi itakavyo zingarisha ingarisha Ruangwa, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa e, za michezo. Lakini kwenye gazeti lako la michezo, gazeti la Mwanaspoti linaandika Fitoto atakavyotua Simba, e, Fitoto atakavyotua Simba. Suruali inayotibu misuli ya wachezaji ikionyesha, e, wachezaji mbalimbali wakiwa wamevaa hii suruali ikiwemo Christian Ronaldo, e, naandika habari inasema suruali inavyotibu misuli ya wachezaji lakini. Mabao sita yashikilia Kariakoo ya Derby, mabao sita yashikilia Kariakoo ya Derby. Taifa Stars yapewa refa Nuksi Morocco, e, Taifa Stars yapewa refa Nuksi Morocco. Lakini bado kuna habari inayosema Went Rambo in the Jungle wametuacha, e, Went Rambo in the Jungle wametuacha. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwanaspoti kurasa za michezo, pate nakala yako kwa habari kwa kina na gazeti la Mwanaspoti ndio atafungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwa herini, asubuhi njema.